Wakizungumza baadhi ya wananchi wa kijiji cha Waranga katika halmashauri ya wilaya Hanang hapa wanaeleza namna mgogoro huo ulivyoleta athari kwa upande wao katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo huku wakihofia hali ya ulinzi na usalama kijijini hapo. Juzi wataalam walipokuja, walikuja kwa ajili ya ku, ya kuhakiki mipaka ya eneo letu la msitu, lakini wakati tunaendelea kuhakiki mpaka wa eneo letu la msitu tuliingia kwenye eneo hilo la mgogoro ndio mahali tulikohamishwa kwamishwa na wanakijiji wa upande wa pili na kutishiwa. Tuna wasiwasi, tuna hofu. Hofu yetu ni kwamba wale watu wanaweza wakatuvamia wakati wowote, kutokana na vile walivyotufukuza siku ile. Sisi wakazi wa kijiji cha Waranga na vijana tulioko hapa, sauti zetu tunazipaza kwa Rais kwamba rais atusikilize ili aje atatue mgogoro huu, kwa sauti yake sisi tunaamini tutapona tunagombana mpaka mkubwa huu wa kijiji muda mrefu siku nyingi sana, anasema mpaka nani. Ugomvi hauishi kwa sababu mpaka hauonyeshwi na, angeonyesha mpaka umekaa wapi, ugomvi ungekwepo, si ugomvi ungeisha, angetuonyesha sehemu mpaka umepita, anasema tunamwambia Mheshimiwa Rais atusaidie kwenye hili lohai kwathema ni mwenyekiti wa kijiji cha Waranga katika kata ya Gisambalang hapa anathibitisha kuwepo kwa mgogoro huo kwa kipindi kirefu sasa, huku akiomba serikali kufanya utatuzi wa haraka ili kuondokana na migogoro hiyo. Kwanza tulimwomba mkuu wa wilaya kuhakiki mipaka yetu hasa mipaka ya msitu hatima yake tulikuta ule mpaka bikoni inayo tuongoza imeingia mpaka kwenye mpaka ule wa kijiji, kijiji na kijiji. Hatukufikia pale mwisho, tulizuiliwa na, tulizuiliwa na watu wa kijiji cha Kinachere tukiwa na wataalamu waliotumwa na DC na wale watu walitutimua kwa silaha kwa mishale. Ndio maana unaona hawa wananchi wa kijiji cha Waranga wamejihami kwa kutoka na silaha zao. Tunamwomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan atutamkie au aongoze timu ya wilaya, ya wilaya au ya mkoa itusaidie sisi wananchi wa kijiji cha Waranga. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Hanang, Almishi Hazal, akiongea kwa njia ya simu ameeleza hatua wa mbalimbali walizochukua ili kuleta suluhu ya mgogoro huo, huku akionya wanaohatarisha hali ya amani kijijini hapo kuwa sheria itachukua mkondo wake walivyovamia nikaenda kwenye mkutano mkuu wa kijiji, nikawapa siku saba, kama mtu ana hati au ana dokumenti yoyote ya uhalali wa lile eneo, waende kituo cha polisi. Kwa zile dokumenti zimekusanywa ziko kituo cha polisi. hatua yasiri, ya pili ni kutoa ushirikiano sasa wanakijiji kwenda kupima lile eneo kulingana na, na ramani iliyokuwepo ndio kazi inayoendelea sasa hivi. Hicho ambacho nilikuwa nataka tukae nao pande zote mbili. Lakini la pili hilo la mwisho la kusema kwamba wanafamilia ni kweli, wale wananchi hawajapata tu uelewa, lakini wakija kupata elimu, jambo lile linaenda kuisha kabisa. Ukiona kwamba mtu anazidi kufanya uharibifu au kuuiweia, lazima tunamchukulia tu, hatuwezi kukaa kii. Kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni Marcel Lazaro, na hii ni Clouds TV.